Nilimwambia Nilimwambia hivi? hivi tu nilikwambia vizuri. vizuri. Wewe wewe wewe wewe wewe tutakupea mimba mimba sana. Lakini sasa sasa sisi tunakupea. Watu watu watu watu wako wako ndio wanakupea wamesema ni ni yani wewe mama mama. Wewe uliwajiwa kiti ya ubukufi umekuwa umekuwa Tanzania. Tanzania wa watu wanasema Kiswahili sanifu. Watu wanasema Kiswahili Kiswahili sanifu, sanifu waliana maandamano. Tanzania mtu wanasema Kiswahili sanifu hii ya kwenda maandamano ametoa wapi? Maandamano yanakuwa ya Wakenya, wa Wakenya ni watu wanasema Kizungu. Watanzania wameenda maandamano, wanachoma nchi yao, na Kiswahili ya sanifu na Kiswahili sanifu, na mama Suluhu Hassan, watu wa Kiswahili sanifu wanasema wewe ni dikteta, wewe ni dikteta. Nilikwambia sisi kama Wakenya tutakupea mimba vizuri soft. Soft.

Wakenya wangekuwa hii huko, wangefika State House leo, wangefika State House. Ni venye tu wana, Watanzania wanasema Kiswahili sanifu sanifu, hawawezi fika, hawawezi fika. Waswahili hawana nguvu ya kuinua mawe, Waswahili hawana nguvu ya kuinua mawe. Watainua mawe aje? Ungekuja tu kidogo, ukuja hapa uchukue wajaluo kama tano tu hivi na waluo kama kumi na kama kidogo hiyo hichi tungeingia state out tu leo. Leo tu tungeingia state out na hiyo dikteta yako iishe. Lakini kile ninaweza kuambia, wacha kusema Kiswahili sanifu Tanzania. Learn to speak is English. Learn to speak English. Samia Suluhu Hassan. Uwezi kuwa dikteta kwa hichi na Kiswahili sanifu? Uwezi? Nini kwa basi sisi kama Wakenya, we will give you soft soft pregnancy, soft pregnancy. Soft pregnancy. Utapata mimba na kizungu, sio hata Kiswahili. Very very very very soft, very soft.

Na ndio hiyo, kesho utakuwa umetoka.